Biblia inasema huyu mama mjane alikuwa amebeba mtoto wake kwenye jeneza, na huyu mtoto alikuwa amekufa, ndiye wa pekee. Watu wanalia, watu wanalia, watu wanalia. Bwana asifiwe. Watu wanalia, lakini kuna mmoja ambaye amekuja hapa duniani ili watu wasilie tena, amekuja mtu mmoja ili kwamba hawa wanaolia, wengine wamedhulumiwa biashara zao, wengine wamekopa kausha damu, mambo yamekuwa mabaya, wanalia, wanadaiwa deni, walipata hasara katika kausha damu, ni vilio ni vilio, lakini Yesu alipokuja duniani, alipokuja duniani akakutana na yule mama analia, basi akasema weka jeneza chini, sasa usilie tena. Mwisho Yesu aka akasimamisha kilio, na wewe mnasikia sana hata kwenye kwenye matukio mbalimbali nyie wakinamama. mnaambiwa msikope jamani, mikopo. Wengine wanakopa kwa siri, alafu wakikopa kwa siri, mzigo ukizidi wanatoroka piu, wanatoroka nyumbani. Usifanye hivyo kutana na Yesu, kutana na Yesu, alafu hicho kilio kiishe. Hey, kutana na Yesu sasa <laughs> usilie ukatoroka nyumbani. Usilie ukatoroka mme wako. Watu wanatafuta matatizo. Hawamtafuti Yesu. Yesu ndiye dawa ya kilio. Usipomtafuta Yesu ukaenda kwenye mikopo utalia tu. Hutapona. Kwa sababu mikopo sio dawa ya shida yako, lakini Yesu ndiye dawa ya shida yako. Kama ukiamini Yesu, Yesu anaweza kuondoa shida zako. We, wako watu hata, hata wanajifanya ni waokovu, lakini Jumapili wameacha kuabudu, kwa sababu wana shughuli za kutafuta wanatafuta pesa <laughs> tafuta Yesu kwanza. Yesu ndiye dawa na ndiye mweza wa yote, na ambaye yeye anaweza kuondoa kilio, vilio mlivyo navyo katika nyumba zenu, vilio mlivyo navyo katika biashara zenu, vilio mlivyo navyo vya kuonewa. Yesu ndiye peke yake anaweza kuondoa na ukasimamisha uka kilio kilio kikaisha. Lakini kama hamtamtafuta Yesu, kilio kitaisha, tutatembea, tutafanya kazi, lakini tukilia, kwa sababu dawa na jawabu la maisha yetu ni Yesu. Lazima tumwabudu, lazima tumtafute, lazima tumtegemee basi kilio kitakwisha, kilio kitakwisha. Ndugu zangu wa Kristo, ondoeni kilio kwa kumtafuta Yesu. Yeye ndiye dawa, anaweza kuondoa kilio katika familia, katika kazi zetu, katika nchi yetu. Lazima tumuite Yesu, anaweza kuleta amani, anaweza kuleta faraja, anaweza kuleta majawabu maisha yako, yeye tu ndiye anayeweza, hakuna mwingine. Pigie Yesu makofi, tusimame. ni kilio kama wewe ni mgonjwa ni kilio na kama una fedha ni kilio, yote hayo ni kilio, lakini tukija kwa Yesu lazima aondoe kilio. Kilio ataondoa na akiondoa kilio, unajua kitakachoonekana ni furaha, furaha, amani na ushindi. Leo napenda tuombe Bwana aweze kuondoa kilio katika maisha yako, kilio huzuni katika maisha yako Yesu anaweza kuondoa. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu na tuombe ili Bwana aweze kuondoa kilio, na Bwana aondoe shida ya magonjwa katika maisha yako, na Bwana aondoe shida ya umaskini na kupungukiwa katika maisha yako. Na wale mnaonisikiliza katika redio, pia nazungumza na ninyi kwamba tuombe, na Bwana aondoe kilio katika maisha yako. Tunawomba ili Bwana aondoe kilio cha kupungukiwa na chakula, nguo. Bwana anaweza kukusaidia. Wengine wanasema hatuwezi kwenda kwenye kanisa kama la International kwa sababu lazima uwe na nguo za juu. Sasa jamani, Yesu si anatoa tu eh? Sio sisi International tunatoa nguo nzuri au mavazi mazuri ni Yesu. Kama umekuja kumwabudu Yesu hapa, utatoka na suti, utatoka na viatu, utatoka na fedha, utatoka na mambo yote ambayo unahitaji, kwa sababu Yesu ndiye ambaye anatoa jibu la maisha yako. Na ukimwabudu, ukimwabudu utatoka na hivyo, na ndio sababu unaweza kuona wale wanaoamini hapa watavaa vizuri watakula vizuri watakuwa na usafiri watakuwa na nyumba watakuwa na watoto wenye baraka nyingi, kwa sababu ndivyo Mungu ameahidi, atubariki kwa baraka nyingi. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru sana kwa kuwa wewe umekuwa nasi na Bwana, katika mahubiri haya ninaamini kwamba utawaondolea watu madeni, utawaondolea umaskini na kupungukiwa, utawaondolea uchungu wa maisha, utawapa furaha ya maisha, utawapa uponyaji pale magonjwa yalipo, utaondoa na utawapa uponyaji na nguvu zako zitaonekana. Mungu wetu, Bwana, tunasema asante utawapa hata furaha hata wakati wa vifo. Wewe ni Bwana wa ufufuo, unaweza kufufua hata wafu, unaweza kutupa imani ya baada ya kifo kwamba kuna ufufuo na pia Bwana, kuna maisha. Jina lako libarikiwe Bwana, asante kwa sababu utabariki uzao wetu, utabariki familia zetu, watoto watapata Asante Mungu wetu, kuwa wewe unaweza, unatosha. Umekaa mahala pa juu palipoinuka, jina lako libarikiwe Bwana. Asante kwa kugusa kila mmoja, utampa kwa kadri ya utajiri wako. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele, amen.